Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika chaneli yako pendwa ya Nebuye TV. Na kwa siku ya leo tuko tunaendelea na makala yetu ya kuhusiana na ufugaji wa bata wa kienyeji. Kwa siku ya leo tumekuandalia mada nzuri ambayo itakusaidia wewe mfugaji mdogo mdogo ambao unatarajia au unafuga bata wa kienyeji. Kwa mada ya leo Jihusisha kabisa katika ufugaji wa bata wa kienyeji nyumbani kwa faida. Kwa hiyo na maana bata wa kienyeji unao uwezo wa kuwafuga nyumbani kwako ili waweze kukupatia faida. Kwa hiyo kuna mbinu rahisi ya kuanza ufugaji wa bata wa kienyeji nyumbani na kupata faida kwa haraka. Mfano kama unapotazama video yetu hiyo unao uwezo wa nyumbani kwako kaandaa banda kama hilo ambalo sisi tumejiandaa hapo. Huyu ni mfugaji wetu ambaye ameandaa banda hilo kwa bei nafuu, na ukiangalia hapo ni mlango, ametengeneza mlango wa bati, na humo ndani ameweza kupanga tofali kwa umakini mzuri, na tofali hizo ambazo amezipanga ndio sehemu zikazotumika bata hawa kwenda kutagia, kutaga au kutaga na kutotolea. Kwa hiyo anapoandaa banda lako kule nyumbani, nyumbani ndio kwa kutengeneza banda kama unavyoangalia hapo, hiyo ni maeneo ya kutagia, kwa kutarajia bata wetu watakapoanza kutaga watakuwa wanataga hapo kama tunavyoona, na pia na video inavyotuelekeza hapo. Hilo ni banda kwa jumla, ambalo banda hili limeundwa na miti tu ya kawaida pamoja na tumeweza kuzungushia neti ili kuzuia wadudu wasiweze kuingia na kuweza kudhuru bata wetu. Kwa hiyo unapokuwa uko nyumbani, una uwezo wa kutengeneza banda ambalo halina gharama yoyote, gharama yake ni ya kawaida tu, na ukawa unafuga bata kwa, haina sababu ya wewe kutokupata faida kwa kupata mazao na mavuno ya bata wa kienyeji eti kwa sababu hauna eneo au umekaa kwenye nyumba ya kupanga au nini. Hapana, ina maana kwamba una uwezo wa kufuga katika mazingira yoyote kama unavyoangalia video yetu na kutuonyesha hapo, e, hapo ni bati na maana banda hili limetumia bati. Tumeweza kutumia bati na mkulima wetu huyo ameweza kutumia miti tu ya kawaida ambayo inapatikana katika mazingira kawaida na mazingira ambayo yanatuzunguka sisi, na pia kwa juu pale amaacha nafasi ambayo bata hao watakuwa wanapata hewa, na kama tunavyoona hapa ameweza kugandika kwa udongo, ameziba na udongo. Maana huyo ameanza na hali ya chini, alikuwa hana uwezo wa kutumia mbao au kutumia nyaya, kwa hiyo yeye ameweza kutumia udongo ili kuweza kugandika, kama unavyoona amegandika hapo, na hiyo inasaidia ili kuzuia wadudu wasiweze kupenya au maji yasiweze kupita kutoka ndani kutoka nje kuingia ndani au wadudu wowote wasiweze kutoka nje wakaingia ndani kwa ajili ya kwenda kuwadhuru hawa bata. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, na wewe pia na unao uwezo wa kuandaa miti kama unavyoangalia hapo, katika chaneli yako na katika video hii ambayo imeandaliwa ina maana una uwezo wa kuandaa banda kama hilo na wakanunua miti kwa bei nafuu na ukatumia tu kamba kamba za bei nafuu ukafunga miti yako kama alivyofanya mtaalamu wetu hapo, ambaye ni mkulima wetu na mtu ambaye tukajifunza, ili tuweze kufaidika kwa ujumla. Na mbinu hii inakuwa ni rahisi sana kwa mfugaji wa bata, kwani wanatuletea faida kubwa na tunatumia gharama ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo kitazama kama hivyo, ina maana sehemu ya kutagia mayai watarajia kwamba pepa kavu, utachukua udongo wa kawaida, maana hiyo mtumia udongo wa mfinyazi, lakini juu umeweka mchanga e, mchanga huu utasaidia ili kusudi bata hawa waweze kutaga hapo na mayai yaweze kuwa makavu na yasirane au yasingiliwe na maji. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, wewe pia unashauriwa unapotaka kufuga bata usifikirie vitu vikubwa sana ukawaza kama nitapata wapi mbao, nitapata wapi sijui simenti, nitapata wapi mchanga. Unaweza kutumia vitu vya asili tu kama alivyofanya mfugaji wetu hapo, na vitu hivi vya asili vikakupa tija. Ina maana kama ukiangalia hapo ni vitu ambavyo vinakuzunguka wewe na mimi pia. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tunakuomba uweze kusubscribe na uweze kulike na ufuatilie video mbalimbali, kwani video hii ya kwanza Tumeanza kutoa video ambayo inakuonesha jinsi ya kuandaa na kujenga banda kwa faida kubwa na kwa gharama nafuu, na pia kuna video zingine nyingi ambazo zitakuja hatua kwa hatua mpaka tutaangalia jinsi gani ambavyo bata wetu watataga na bata wetu watatoa watoto. Kukiangalia, usisahau kuweka mlango ulio bora, maana mlango imara pia inasaidia ili kusudi bata waweze, mlango mpana kama huo na mrefu ambao unaweza kaingia ukafanya usafi na pia bata wenyewe wanaweza kaingia na kutoka bila kuwa na changamoto yoyote. Kama nilivyokuambia pale awali, tumeweza kufunika juu neti ili kuzuia wadudu wasiweze kupenya na kuingia ndani kwa ajili ya kuwazuru bata wetu, na pia kuweza kupata hewa, maana bata wanabidi wanabidi wapate hewa safi. Na hapo juu kama unavyotazama, hayo ni mabati kwa ajili ya kuzuia wa maji wasiweze kuingia ndani. Usitengeneze zizi la bata au banda la bata likawa kuna maji ambayo yanaweza kupenya ndani na yakaathiri mayai na uzalishaji wa bata. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama unavyoangalia, hilo ndo banda letu katika upande wa nje, ambalo limetumia miti tu ya kawaida au mianzi pamoja na udongo pamoja na neti na juu kama tunavyoona na mabati. Kwa hiyo mfugaji huyu ametumia gharama nafuu, gharama ndogo, na ambayo uweza kuandaa ba banda hili Matarajio yake anatarajia kwamba bata humo ndani atakuwa na uwezo wa kulanza bata zaidi ya bata hamsini, kulingana na ukubwa wa eneo alionalo na zizi alionalo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na kuomba usisahau kusubscribe, usisahau kucomment na kushare, na tunakuomba kwanza kusubscribe, na wewe kama una banda lolote au una changamoto lolote ambao unasana na uzalishaji wa bata na kuomba uweze kutufuatilia, na tuweze kuwasiliana. Namba za simu zinapita hapo kwa ajili ya mawasiliano, ambaye ni sifuri saba kumi na tano thelathini na tatu ishirini na sita sabini na tatu. Hii ni kwa ajili ya vitabu mbalimbali vya mbali, ufugaji wa bata hatua kwa hatua pamoja na ushauri, na kama unataka kuuzia mayai pamoja na kuuzia mbegu bora za bata kwao ndugu mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuweza kutufuatilia na kuwa pamoja na sisi. Karibu sana na Nebuye TV.